Tanzania inawaka moto. Gen Z wamechoka, wanasema huu si wakati wa kulalamika tena bali ni wakati wa kusimama. Lakini sasa kuna jambo jipya. Watanzania wanawaita Wakenya, ndiyo, wanasema Wakenya njooni mtusaidie kuandika historia. Maandamano makubwa yanapangwa kufanyika tarehe 29 Oktoba, na hii inaweza kuwa harakati kubwa zaidi ya Afrika Mashariki mwaka huu. Lakini je, Wakenya wako tayari kuvuka mpaka? Na serikali ya Tanzania inachukua hatua gani? Leo tunazikusanya sauti zote kutoka Kenya na Tanzania, na nitakuonyesha Video ambazo zimezua mjadala mkubwa mitandaoni. Kwanza kabisa, tuanze na huyu kijana wa Kitanzania ambaye ameamua kuzungumza kwa busara. Anasema serikali bado ina nafasi ya kupunguza hasira za Gen Z kabla moto haujashika zaidi. Sauti yake inawakilisha upande wa vijana wanaotaka suluhu, sio vurugu. Lakini je serikali itasikia? Siku zinahesabika, uchaguzi umefika, watu wanaandamana au wanatiki tufanye nini? Kuna tension, wengine wasema wanaandamana ama vurugu mara nini mara nini, lakini mimi natoa ushauri huu usha, tena huu ushauri natamani wafikie viongozi wetu, tukifanya mambo yafuatayo mawili, yaani nchi itatulia na hii tension yote itakwisha, itakwisha, itakwisha. Siku zimebaki chache. Sasa hizi siku zilizobaki chache, serikali ifanye vitu vifuatavyo, eh, number 1 mwachie Tundu Lissu ndikabeba tension kubwa sana namba 2, Chadema waacheni wafanye kampeni wazungumze wa tu wa, ukishawachia wa Chadema na kwa sababu hawana madhara tena, madhara yao ni madogo, siku ni chache, siku zobaki, madhara yao ni madogo, hawezi kuzunguka nchi nzima kwa sababu Uh, kwenye upinzani siku zote lazima kuwe kuna watu ambao wanazunguka. Kwa hiyo wakiachiwa hawa, ile tension ya maandamano, watu walikuwa wanajiandaa na maandamano, wataanza kuwashangilia, watawashangilia, washangilia, wanaona watapoa. Yani tension itashuka. Ikishuka huko tarehe ya uchaguzi, hizi dakika za nyongeza lazima itumike eh, eh, style ya ya, ya, ya Sir Alex Ferguson aliyotumia kushinda eh mwaka 1999, akacheza Manchester United na na Bayern Munich UEFA champion eh Yaani sasa hivi ni, ni, some skills tu. Unatumia tu ujanja janja. Hakuna haja ya kutumia nguvu. Unawaacha tu upinzani wazunguka kwa sababu siku ni chache, siku ni chache sana. Ukiwaachia wakianza kuzunguka zunguka, wananchi wale waliokuwa nasema maandamano maandamano watapoa. Yaani wanatamani kufanya nini? Mtu wao wameshamuona. Wanatamani kufanya nini? Kwa hiyo, eh, mambo yatakuwa yamenyoka, ni mdebwe tu unatembea, unatiririka. Eh. Sasa, huyu mwingine kutoka Tanzania anasema wazi kuwa hawajaiga kutoka Kenya wala Nepal. Hii ni harakati ya kweli ya vijana waliochoka na mambo ya rushwa, na anasema hata siku ya maandamano atatoa chakula na maji bure. Hii inaonyesha kwamba kwao hii ni zaidi ya siasa, bali ni mapambano ya kizazi kizima. My friend Gen Z, nimepata wazo <laughs> Tulisema tarehe 29 mwezi wa kumi tuna jambo letu eh. Sisi hatuja kopi kutoka kwa Kenya, hatuja kopi kutoka Nepal, wala Bangladesh, wala Nigeria, wala Uganda. Hapana, ni vile tu tunaishi kwa raundi. Wanasema ukiona giza linazidi kwa nene jua kuna karibia kupambazuka. Ni vile tu ufisadi umetufikia kwako. Wakati nyie mnahangaika kwenda kwa kina Angela, kizika kwa kina Abdul, kuchukua mandinga makubwa, mimi nitahakikisha naandalia chakula, nimetenga shilingi 200 kwa kwa ajili ya kuhakikishia msije mkakosa maji wala chakula wala matibabu. Nimeenda leo dukani nimeulizia elementi na vikinga vifua Av, ki, vinauza shilingi elfu arobaini na tano tu. Kusacrifice elfu arobaini na tano ili ulikomboe taifa lako, vizazi vijavyo viji kuishi katika amani, kuondoa ufisadi sio jambo kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, ufisadi umetufikia kwa hapa na sisi, 29 ndo siku yetu, hakuna kingine. <laughs> Gen Z tukiamua, yani. <laughs> nilipata ili wazo. <laughs> Sasa sijajua kama na nyinyi mnaniunga mkono. Sisi ndio akina jenzi tukiamua, tunakaa na jeshi tunapanga mamlaka, sema jeshi lenyewe anayeliongoza amilijeshi mkuu ni mwanasiasa. Sasa sijajua hapo tutakuwa kama tunachora sifuri kwenye maji. Mnashauri nini kuhusiana kwamba kiongozi mkuu wa nchi ndio amilijeshi mkuu na kiongozi mkuu wa chama tawala ndio huyo huyo ambaye ana mamlaka kila kila sekta? Sasa sijajua tunafanyaje? lakini kutoka upande wa pili wa mpaka kuna sauti tofauti kabisa. Mkenya huyu anawaambia watanzania ukweli mchungu, ya kwamba maandamano siyo mchezo. Anawakumbusha kuwa harakati za Gen Z Kenya zilihitaji ujasiri, damu na umoja. Lakini swali ni moja tu, je, watanzania wako tayari kwa haya yote? Gen Z wa Tanzania wamepanga maandamano tarehe 29 mwezi wa 10. Hmm wamepanga maandamano na Gen Z wa Tanzania. Sitaki mfero, lakini maandamano si rahisi. Kitu ya kwanza, kama mutavanya maandamano, musikuja maandamano kwama mmekula mchele hiyo hmm? siku asubuhi hakikisha umekula ugali, ukula ugali usiku na asubuhi Nimeona mumeandika mkasema hadi Wakenya tuende tuwasaidie tuende tuwasaidie. Duwa, kwa maandamano hatutaki hmm? <laughs> mtu anarusha mawe mawe mbili anaanza kusema anasikia njaa. Ile ingine ni mavazi, especially kwa wanadada. Ninajua tu, utaona mtu amekuja na dera hmm? Anasema o sudu achilia tundurisu oh, na mtu amevaa dera so... mwende kuangalia not, mwende kuangalia not kwa mademu wa... wa Kenya venye wanaendaga demonstration wakiwa wamevaa, ama muangalie wale wale pale venye walikuwa wamevaa, hmm? Usikuja hapo na nguo uwezi kimbia. sawa so... Sauti nyingine kutoka Kenya inatoa mwito wa umoja wa afrika mashariki. Anasema kama watanzania wanaita, basi wakenya hawatabaki nyuma. Anasema hii sio vita ya taifa moja, bali ni vita ya kizazi kinachodai haki zake barani Afrika. Ma Gen Z wa Kenya wanasema ya kwamba wamerudiana na rais wao, lakini kuna shughuli fulani imepatikana mahali fulani. Watanzania wanasema ya kwamba wanahitaji wa Kenya tarehe ishirini na tisa waende wawasaidie maandamani. Kwa hivyo majenzi wa Kenya, tujiandae tuvuke boda tuingie pale mtiririko, eh? tukishaingia pale kimtiririko mwenendo tuende tuvuruke Tanzania. Sai tunajipanga kwenda Tanzania sasa eh, wameitisha usaidizi, wanataka backup eh? jwale waoga kidogo waelewa waoga kidogo kidogo pale. lakini tutoke hapa Kenya, tuvuke boda tuni Tanzania tuwasaidie, ni wenzetu, wali wametuomba, eh, wametuomba usaidizi kwa sababu hao wenyewe wanajua hao wanyonge, hawawezi, hawajiwezi. Lakini sisi tuliacha maandamano, tuliacha kuvuruga, sasa tumerudiana na president. Kwa hivyo tunataka kukuja tuwasaidie, mama alikuwa tayari. Lakini sasa kuna mwingine kutoka Kenya ambaye ameenda mbali zaidi, anasema yuko tayari kuvuka mpaka, lakini anatoa onyo kali, akisema hivi: kama mnaiga kutoka Kenya, basi jiandaeni kwa kweli. Kauli kama hizi zinatisha na kuibua mjadala mkubwa mitandaoni. Wengine wanaunga mkono, wengine wanaogopa matokeo yake. Hey, tarehe 29 they're going to carry mother of all demonstrations in Tanzania. No reforms no elections. They are complaining that hakuna democracy Tanzania, but Tanzania haijakuwa na democracy since enzi zile, sijui ndio wamegundua saa hii ama the kenyan Gen Z wamewafungua macho. But mkuwe very, very careful na notes za Wakenya, notes za Wakenya ni very, very destructive. Eh, mnyinyi pia sijui kama mnapanga kuchoma mabarabara na kung'oa reli na kuingia parliament. <laughs> But shida sasa ni moja. Msee mwenye anawamotivate kwa issue shughuli yote, ni slay queen anajulikana kama Mange Kimambi. And she is just motivating you electronically hata yeye mwenyewe yuko kwa grao. Yaani Watanzania sasa hivi wanakuwa motivated na potapoti. Anyway, Mwito wenu tumesikia, you guys are calling us from the kenyan side tukuje tuwasaidie Tanzania. Mimi hadi niko willing kutoka Busia nifike Migori nivuke boda niingie Tanzania on that day, onyeshe vile mnachoma barabara na vile mnang'oa reli. Anyway mi nitafurahi sana nikiona kama Watanzania wameexecute hii idea, kwa sababu sisi wa kama Wakenya tunajiunga wa Tanzania na watu wengine waoga sana, watu ya mahamri

na jambo la kushangaza zaidi ni kauli hii kutoka kwa kiongozi wa ulinzi wa anga nchini Tanzania ambaye anatoa ahadi kuwa wako bega kwa bega na Gen Z. Kauli hii imezua maswali mengi. Je, hii ni ishara kwamba jeshi pia lina upande wake au ni mbinu tu ya kuongeza nguvu ya kisaikolojia kwa vijana? <coughs> na ningependa niwashauri wa Tanzania wananchi, sisa mpo katika right track, mnachokifanya au mnachotaka kukifanya ni maandamano mbo sahihi, mbo sahihi, kwa sababu hata baba wa taifa aliongelea hiyo kombo. Katika right track mna baraka zote kutoka kwa baba wa taifa, mna baraka zote kutoka kwa Mungu na hata kwangu, na pia mnatoka mtambua kwamba asilimia kubwa ya wanajeshi wapo upande wenu. Ha, wengi hawezi kutoka hadharani kama nilivyotoka mimi, kwa sababu sio sio sio ujasiri wa kila mtu ambaye anaweza kufanya hivi, ila mtambua wanajeshi wengi na askari hata kwenye polisi huko na sehemu nyingine hapo pande wenu hapo pande wenu kabisa. Na kwa sababu mnachokisimamia ni haki na kinaonekana, basi jua hata baba wa haki, baba wa haki ni Mungu wetu, Mungu wa mbinguni, yupo pande wenu. Hakuna kuogopa wala kutia huruma. Hili naliongea kwa msisitizo. Hakuna kuogopa wala kutia huruma. Na ole wake, yani hapa naliongea sasa kwa, kwa, kwa, kwa kumaanisha ole wake polisi au mtu yote atakee wazuia Watanzania kutimiza haki yao kikatiba. Siku inakuja I promise you, siku inakuja, tutakuuliza kwa nini ulikubali eh, kupokea amri ya kuwazuia hao watu au kuwaua, au kwa, kwa nini ulikubali kufanya hivyo? Najua muamini, lakini siku iko njiani, hatuwezi kuacha taifa nipotezwe na watu wachache, iko kitu akikubali hakikubaliki hata kidogo kinachojitokeza hapa ni kizazi kipya chenye nguvu, ujasiri na ndoto ya kuona Afrika Mashariki yenye haki sawa. Lakini njia wanayoichagua ni salama kweli? Je, maandamano haya yataleta mabadiliko au yatageuka kuwa janga? Niachie maoni yako kwenye comment section. Lakini je, unadhani Gen Z wa Tanzania wanapaswa kuendelea na maandamano haya au watafute njia nyingine ya sauti zao kusikika? Hebwana, mimi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano nawaachia nyinyi hapo. E bwana, e tukutane kwenye video ijayo.